Halafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi, ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi, nimeshuhudia watu wakilalamika sana sana, malalamiko yamekuwa mengi mno. Hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Mimi nataka niwaulize swali na nyie, mkawaulize hili swali, hivi walifikiria nini? Yani waliwaza nini, kuja Benjamini Mkapa wakiwa hawajafanya mazoezi? Yani mka kwa utulivu tu mkawaulize hili swali walifikiria nini? Waliwaza nini kwenye vichwa vyao, wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi, kuja kucheza na Yanga? Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia Pakome, walichokifanya tarehe nane, kilichotokea tarehe kumi na tano, walichokifanya tarehe ishirini na nne sijui wakasusia press conference, wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja, sio? Unasusia kikao cha posa alafu kwenye ndoa unaenda? Yaani bora ukatae posa, unakuja kwenye kikao cha ndoa, huna maandalizi na Yanga. Yes, aliwaza nini ya watu halafu, maneno mengi uu, oh. Oh, kimya huu, kimya una kitu uu <laughs> oh, kimya huu, kumbe maskini ya Mungu wanadaiana bonus huko, wakusema hayupo. <laughs> wanadaiana bonus kimya. Huko watu hawafanyi mazoezi, asubuhi kwenye vikao, mchana kwenye vikao, watu wanataka chao Mnawaleta wacheze na Yanga kweli? Kwa mfano wangekubaliana tucheze tarehe nane, yani ile siku timu ingekuja sasa hivi, hawajasau hata kama ni maumivu mwezi wa e, wa tatu mpaka mwezi huu wa sita kweli, hawajasau hata kama ni operation imefanywa haijafunga e, hiyo <laughs> haya, leo kidonda kibichi ndio wameanza nacho kurukaruka huko. Juzi ni posti, nikawambia kodi ni wapa, hawakuelewa. Haya maragi anafo iva iva, anafo karuka haya. Ndiyo anakuenda kuiva haya. Yani sisi Yanga niwaambie ukweli, hizo sarakasi zao, mara wamesusa hiki, wameingia huko. Si tukuwa tunaonaje ujue, tukuwa tunaona kama mtu kaenda msibani kakuta daftari ya rambirambi fu kaanza kulemba muandiko kwenye kuandika <laughs> ya, jona, unakuja kwenye msiba yaani wewe ukifika tu Benjamin Mkapa unakufa, alafu unalembalemba njia huku, unatoka huku, unakwenda huku. Kwa timu ipi ya kuitishia Yanga? Kwa nani? Maana walikuwa wamejitumua ume, katikati hapo. Eh, mnachukwaje ubingwa amjamkaba? <laughs> E, e, e, e, mtoto wa watu, jana kaja super black imekolea, kapiga na wei washamdanganya huko twende ukawadimue udimue Yanga sisi yaani tukae kabisa tunatunuiye ubingo tudimue. Jana ye na wenzake wote wakawa kikosi cha usalama cha kumlinda pakome udadadeki wote, na walipochoka wakamwachia mwenzao mmoja msala. Hehehe. hili swali mkawaulize, mliwaza nini? hamjafanya mazoezi mkaenda Benjamin Mkapa. Na bahati nzuri hii timu mimi anashabikia baba yangu, na ndiyo inachoniuma hicho. Hey, bahati mbaya eh? Bahati mbaya yani. Hey, inaniumiza kwa sababu mzee wangu nawe wanamjumuisha kwenye hilo kapu. Hivi kweli mnaenda kwenye dabi ya ubingwa mzee Msumi? Dabi ya ubingwa yani, anayefungwa anaacha ubingwa hata watu wenu hamjawaandaa maake. Unajua tu ukweli, tulijimwaya mwaya pale uwanjani bwana, tulikuwa tuko wenyewe tu tarehe e, shi tuko wenyewe tunajimwaya mwaya tu pale siku ya mchezo, tuko wenyewe uwanjani, afu utegemea usife wewe yani. Yanga, utuachie tujimwaye mwaye, maanake hizo mara nne hizo tumekugonga kidogo kwa unasumbuasumbua hii wakatususia mpaka vitu vyote, eti Yanga fanyeni tu, si tupo kimya. Ukimya uoga huo, tukajimwaya mwaya pale wenyewe. Mzee Msume anaingia huku anatokea huku, mzee Msume anaingia huku anatokea huku, wanakuja kushtuka saa nane mchana, watu washa swali na dhuri saa nane mchana jamani! Hivi nane laitaga makolo, ili jina hilo lina maana yake Yaani, saa nane mchana adhuri shaswaliwa, wewe ndio unashtua watu jamani. Maandalizi, maandalizi yapi? Akili zao ndogo, eti wanadanganyana kwamba tukae kimya, tuwanyime yanga hela. Maskini ya Mungu wa viola, sisi hela tumepata jana. Nendeni Ncard kawaulizeni ripoti ya mauzo ya tiketi ya mechi ya jana, watawaambia make muambia mnaweza mkafikiri nimetunga hizi takwimu. Watu elfu hamsini na moja walikata tiketi, unazungumza zaidi ya milioni mia nne lakini wale watu ambao walikata tiketi, asilimia karibia thalathini mpaka arobaini hawakuja uwanjani. Kwa hiyo waliokosa haki ya kuja uwanjani kwa namba ya jana ni mashabiki wao ambao walinunua tiketi na Viola wamekosa msimamo na wakaamua kukaa nyumbani. Kwa hiyo wao, kwa kutokufikiria kwa ukubwa, wakaamini wanaenyima tu Yanga mapato, kumbe Yanga tushaingiza chetu kiko hapa. Wao hawajaja, timu yao wameitelekeza uwanjani, mashabiki wao hawapo eh? Sasa hapo umeikomoa Yanga, umeikomoa timu yako. Ukimya waliokuwa nao kugomea siyo mkutano nini, walikuwa wanaikomoa Yanga au wanajikomoa wenyewe? Maake mi siona chotukomoala. Tumepata ubingwa, tumebeba wao mbali, ni wao. silawama kutoka jana walichokubeba wao nini, silawama. Sasa hii sikia, mtu anamlaumu mwenzake. Kuna watu mpaka leo wameweka kindeo kwenye simu hawataka kuwasha vitu vitu vya kitotototo tu vitu vya kishambashamba tu umeviwekea msisitizo, vimeenda kuwaingiza shimoni. Sasa tuwaeleze, make nimeona mijadala imekuwa mingi kwamba imefika mara tano imesha nini, sisi tumechoka Yanga, hatujachoka kumfunga Simba. To be very clear, hatujachoka na kadri tunavyozidi kushinda ndio uchu unaongezeka. Kadri tunavyozidi kuwakanda ndio uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka, yani saa mtoto umemlambisha asali hivi. Malengo yetu kwanza, tutakwenda kupumzika zikifika kumi, yani vipigo hivi viende mpaka mara kumi mfululizo, ndio hapo yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kweli? huyu hapo sasa hivi bado tutamwona ana nguvu na anajimudu, tutaendelea kumshughulikia mpaka zifike mara kumi mfululizo, na Allah jalala atafungua ligi msimu ujao na ngao tena. Maana ujue sio mbali, wasifikiri wanaongea kafikiri mbali ni, se, ni Septemba hapo mwezi wa tisa kwa Kiswahili tena tutakuja kubisha hodi hapo tena, itakuwa mara ya sita inshallah kwenye ligi zikiwa mbili na kwa ngapi? Nane. Amna amna, kwenye sarb wakijichanganya, tisa kwao msimu ujao. Majaliwa Mwenyezi Mungu, yakienda sawa, tukujaliwa uhai, tutakutana tena hapa tukizungumza tumemfunga Simba mara tisa mfululizo. Na inawezekana kama kila mwaka zao ni kujenga timu ah, inawezekana sababu, sasa hivi nimeona watu ambao watakiwa wakatu wameshafika ishirini wachezaji ambao watakiwa wafukuzwe wafika ishirini. Kwa hiyo maana yake msimu ujao upya tena, na walivyokuwa wanaamudu watu wao wakishapiga ishirini wapya, wengine wataita, wataita press, tunajenga timu upya. Wakishafanya miujiza miujiza yao pale, tunataka ubingwa mwisho wa msimu. Wanapoteana hatujachoka, ni tano mfululizo na tunaelekea zifike kumi mfululizo na zitafika kwa timu tunayoitengeneza msimu ujao, kwa uongozi imara ambao tuko nao, kwa sapoti tunayoipata kwa wanachama wetu, hizi kumi zitafika mfululizo, panapanajelo ya Mwenyezi Mungu zitafika, zitafika, wala sio utani. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumlaumu wajua huyo mtu hayuko peke yake. Maana nimeona wanasema jana, sijui kuna mtu wetu hapa Yanga wanamtumia. Nimesikia eh mm -hmm. mtu wetu hapa Yanga wanamtumia, sisi tunayemtumia yupo na sio huyo. <laughs> yupo hapo, mpaka mkija kushtuka huyo mtu wetu hapo. Aa, kabati limejaa humu ndani, kabati la makombe limejaa. Manaki watu hao hawakubali unajua kama sisi tumewazidi uwezo. Hawakubali kama sisi tuna uongozi bora. Hivi kwa mfano ukimchukua injinia mmoja injinia Harris mmoja peke yake ukamsimamisha utamfananisha na nani katika upande ule? Au uchukue wote uwatie kwenye blenda usage. Upate mtu mmoja bado hawamfikii huyu mtu mmoja tu. Hatujaongeza harafati hapo. Eo Alex Ngai, tunaenda uwanjani saa tisa ile, kaingia zake live, piga hiyo. Mjumbe wa Excom ya Yanga, njooni, jambo lishaisha hili na kweli jambo limeisha, kweli. Kama hamtakubali kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pichi. Mnachokiona sasa hivi, sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu. Wakati Yanga hawa wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuiongoza timu yao pale, ndiyo pumba na mchele ziliachana. Sijui kama hawaelewi a pale pale ndio pumba zilikuwa huku mchele ukawa huku. Ile siku Yanga waliopiga kura kupitisha katiba yao mpya, pale ndio Yanga waliamua hizi pumba huu mchele. Sasa wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machao wawili watatu, wakifanya jambo nenda katutetee mtandaoni, katusemee redioni, tupambanie, mwisho wa msimu vilio kama hawatakwenda kwenye ukweli na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi hivi, hivi, hivi, hivi hawawezi kufika Yanga. Levo tuliofika sasa hivi, ndugu zanguni, ni levo ya, sio tu kuutawala umpira, ni kuutawala na kutoa shule. Yani tutawale umpira na tufundishe na wengine kuhusu mpira, ndio levo tuliofikia hiyo. Maana kama kutawala tushatawala sana hapa, tuanze kufundisha sana watu wadogo namna gani ya kupata mafanikio kwenye football. sisi tunajivunia sana viongozi ambao tuko nao, wamenyooka, hawaamini kwenye uzushi, hawaamini kwenye propaganda, hawaamini kwenye uongo, na viongozi ambao wanasimama kwa ajili ya maslahi ya klabu. Alafu tuna wanachama kweli ambao wanaipenda klabu yetu, hatuna wanachama maslahi hapa, hatuna yanga maslahi, tuna wanachama kweli. Mtu akishafika hatua amelipa shilingi elfu ishirini na tisa yake kwa ajili ya timu, huyo mtu anaipenda timu yake tisa mtu kalipa Pap. kwa ajili ya timu yake ifanye vizuri, huyo mtu anaipenda timu yake. Na tunavyofungua msimu kama hivi, tunaanza kampeni yetu ya wanachama bwana wanachama. mwaka huu meisha waada tuanze kujisajili upya hayo ndo maandalizi ya ubingwa hayo sasa. Ni hapo tunaanza maandalizi ya ubingwa wa msimu unaofuatia. Ikifika tu hapa Julai mosi, inshallah, tunaanza kampeni ya wanachama wa Yanga kuanza kujisajili kwenye mfumo wa wanachama kwa mwaka 2526. Hana timu inafanya hivyo ni sisi peke yetu, na hiyo ndiyo siri yetu kubwa. Timu yetu imenyooka kwenye mfumo wake wa uendeshaji, na kumalizia, tunakwenda Zanzibar, tunakwenda kucheza na Singida Black Stars. Hawa Singida msimu huu tumepata naye shida sana, japo tumechukua pointi sita. Mechi ya kwanza moja bila kwa tabu, mechi ya pili tumeshinda mbili moja kwa tabu. Huyu Singida tusipokuwa imara, wana Yanga, anaweza kutugea matokeo ya kushtua pale Zanzibar. Kwa hiyo ombi langu la mwisho kwa viongozi wetu wote wa matawi, tunatakiwa tukaze msuli kweli kweli kwenye hii mechi. Ni mechi kubwa, kombe liko uwanjani, na mwenyezi Mungu akatujalie kwenye maanalizi yetu, tupambane tuchukue ili kombe tuweze kufunga historia msimu huu kwa makombe matano ambayo tuko nayo ndani ya klabu yetu. Nakaribisha maswali kama yapo ndugu zangu waandishi wa habari, nitapokea maswali matano. Baada ya hapo tutafunga mkutano wetu siku ya leo.